Naitwa Saidi Majaliwa, mkurugenzi wa halimashauri ya mji wa Kondoa. Ndugu wananchi wa halimashauri ya mji wa Kondoa, leo sisi kama halimashauri tulikuwa na operation ya kupitia vyanzo vyetu vya mapato, kwa maana maeneo ambayo sisi kama halimashauri tunafanya ukusanyaji wa mapato. Maeneo tuliyotembea ni maeneo ya kata Chemchem, maeneo ya Iboni, lakini tumekwenda maeneo ya Bicha, tumekwenda mpaka maeneo ya Koro, tumekwenda maeneo ya Kingare na maeneo ya Seria. Katika maeneo yale kuna mambo mengi ambayo sisi kama halmashauri tumebaini, lakini pia mimi na management yangu tutakaa kwa ajili ya kuweka sawa mambo yale ambayo uh, kwa namna moja ama nyingine ni, ni mambo ya ndani ambayo sisi kama watumishi tutakaa. Lakini sasa hili nimeamua nilete kwenu wananchi, ili sasa nyinyi upande wa pili mtusaidie. Si jambo jema kukutana na gari limebeba madini limebeba mchanga, kokoto, uh, matofari na vitu mbalimbali lakini mtu huyu hajalipa ushuru. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumeweka utaratibu kwamba tutakapokamata mtu hajalipa ushuru, ni lazima tutakupiga fine. Sasa lengo langu sasa kuwaja kwenu hapa leo ni kutaka kuambieni kwamba kuanzia sasa sitopenda au hatutofurahishwa kukuta mtu amepakia mchanga lakini hana risiti ya ushuru ni waombe sana maeneo yote ambapo michanga inapatikana, halmashauri ya mji Kondoa imeweka wakusanya mapato ambao kwa namna moja ama nyingine wana posti zile. Hakikisha umepewa risiti yako na unapeleka mzigo wako. Na nyinyi mnaonunua madini haya, hakikisha hawa madereva ambao umewatuma bidhaa hizi mnawapa fedha. Leo kuna watu kama wanne nimewakamata pale matajiri wao wawapi wa fedha kwa ajili ya kwenda kununua kulipa ushuru kule. Lakini mbaya zaidi, mwanzo tuliweka utaratibu kwamba mnaweza kusomba alafu mkusanya mapato jioni mkamletea fedha, lakini mmekuwa mkinyanyasa watu wale. Anakuruhusu unasomba, unapitisha tripu ishirini, lakini kuja kupata ile fedha jioni pale anapokufata inaku... mpaka mkusanya mapato anaweka nauli yake kufuatilia fedha ile dukani kwako. Sasa sisi kama halmashauri, baada ya kuona sasa tunapoteza mapato mengi, mtu anachukua tripu ishirini lakini analipa tano, tume tumesimamia maelekezo kwamba sasa hivi kila trip moja itakayosombwa katika inaohusika iwe imelipiwa. Kwahiyo ni waombe wamiliki wa magari, ni waombe wamiliki wa wa hizi bidhaa wa, wa mnasomba, wapeni fedha madereva wanapokwenda kusomba madini kwenye maeneo mengine Tukikamata gari limepakia kokoto lakini alijalipa ushuru wa halmashauri, adhabu kali itatolewa kwa mujibu wa sheria ndogo zetu za halmashauri. Kwa hiyo hilo nilitaka niliseme, lakini pia hili sasa niongee na wataalamu wenzangu ambao mpo hapa. Ukichunguza vile vizuizi vyote tulivyokwenda leo, hakuna madaftari ya kurekodi magari yanayosomba au bidhaa sasa huwezi kuwa na chanzo cha mapato, huwezi kuwa na sehemu ambako unakuta mapato, hakuna rejista. Kwa hiyo itapelekea wale watu wanaokata mapato, akiwa sio a, akiwa sio mwadilifu, huwezi kujua amekusanya shilingi ngapi toka asubuhi mpaka jioni. Kwa hiyo maelekezo yangu, kila chanzo cha mapato kilipo, kuwepo na daftari la rejista ambalo kutakuwa na tarehe, jina la mripaji, chanzo alicholipa namba ya risiti na kiasi. Kwa hiyo in case tumekamata gari alijalipa, tukienda kwenye eneo la madini yale au eneo la chanzo kile, tunakuta mtu ameandika kwenye jista. Sasa kinachofanyika sasa hivi mtu anaweza kusomba trip kumi akalipa trip tano na ukiwa kukutana naye ana risiti ile ile moja. Kwa hiyo sasa maelekezo yangu ni kwamba katika vizuizi vyetu vyote vyote, iwe ni stendi ya mabasi iwe ni, ni daradara, iwe ni madini, iwe ni maeneo ya maegesho, mkusanya mapato kwenye eneo lile awe na register. Kila akitoa receipt kwenye mfumo anaiandika kwenye daftari. Na mimi nikichukua receipt kwenye mfumo nikienda kwenye daftari site kwanza, pale tunaweza kujua leo ndugu x amesomba trip ngapi. Leo basi x limetoka stendi ya Ubemberi limekwenda Dodoma. Kwa hiyo, hii inakusaidia sasa. Ukiona watu wanatoa maelekezo haya hawataki kuweka hivi vitu, maana ni kwamba wanaelekea kuku kuibia. Kwa hiyo maelekezo yetu wayatoa leo, tujitahidi sasa sisi wataalam tununue counter books, tuzisambaze kwenye vituo vyetu vyote. Wale wakusanya mapato wawe na counter book kwenye eneo lao, anarekodi kila transaction anayoikata kwenye mfumo. Hii itatusaidia nini? Hata waheshimiwa madiwani au watumishi wengine anaweza kwenda kukagua. Mheshimiwa diwani ana uwelewa wa posi, lakini ana uwezo wa kusoma daftari. Daftari anaolikuta wapi? Anaolikuta site. Kwa hiyo, na akauliza hili gari mbona limekutana nalo hapo, alijalipa? Kwa hiyo aki, aki, akiangalia daftari tu pale anaweza kuona. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana na niwatakie utekelezaji mwema. Hii ni, ni kukumbushana tu ndugu zangu kwamba tulipe kodi kwa hiari ili tuweze kuendeleza halmashauri yetu ya mji wa Kondoa. Asanteni sana.